Wazazi wangu wa mishonari walituhimiza mimi na kaka zangu kusimama e, kwa ukweli, hata kama inamaanisha kusimama peke yetu. Mara nyingi walirudia mfano kwamba samaki aliyekufa yeyote anaweza kuelea chini ya mto, lakini inachukua samaki aliye hai kuogelea juu ya mto, dhidi ya mkondo. Kweli hiyo si rahisi kamwe. Kama wewe ni Mkristo leo, kuna uwezekano kuna kitu unajua kinachoendelea katika maisha yako sasa hivi kinachokuhitaji kuogelea juu ya mto. Kwa kweli labda umebaini sasa kwamba kumfuata Bwana si rahisi kila wakati. Wapendwa, yeye hakuwahi kutuahidi safari laini, lakini alituahidi kutua salama na nguvu njiani. Sasa kwa nabii Yeremia, Bwana yuko karibu kumwongoza kwenye dhoruba yenye upepo mkali na na maji magumu. Atakabiliana na watu wenye hasira, chuki, vitisho vya kimwili na usumbufu kwa kweli ananikumbusha kidogo kuhusu George Whitefield ambaye alihubiri wakati wa uamsho mkubwa wa miaka ya elfu moja na mia saba. Maelfu wangekusanyika kumsikiliza, lakini haikuwa kawaida kwa watu kuwa na hasira sana na mahubiri yake ujumbe wake kwamba wangetumia mayai yaliyooza hata mawe na kumrushia, hata kumwangusha chini. Ea, nyakati tofauti kuna kulikuwa na nyakati ambapo Whitefield aliogopa kwa ajili ya maisha yake. Na naweza kukuambia wapendwa, kwamba baada ya kuwa mchungaji sasa kwa miongo kadhaa, mimi binafsi sijawahi kuwa na mtu yeyote kunirusha kitu chochote wakati na hubiri. Sijawahi kuwa na mtu yeyote kunirusha yai lililoza au jiwe. Labda ndiyo maana huduma yangu siyo yenye ufanisi kama ya George Whitefield. Nimewahi kuwa na watu wakiondoka wakati na hubiri na nimepokea e, barua nyingi za hasira, lakini sijawahi kukabiliana na umati wenye hasira. Kweli, huduma ya Yeremia itapitia hayo yote na zaidi. Sasa Bwana anamwita Yeremia kuogelea kinyume na mkondo wa utamaduni wake, na atakumbana na vitisho vya kimwili, dhihaka na chuki kutoka kwa watu anaowapenda. Sura ya kumi na moja, sasa Bwana anazungumza na Yeremia hapa, katika mstari wa pili, sikia maneno ya agano hili na uzungumze na watu wa Yuda na wakazi wa Yerusalemu. Utawaambia, hivi ndivyo asemavyo Bwana Mungu wa Israeli, alaniwe mtu asiyesikia maneno ya agano hili niliyowaamuru baba zenu nilipowatoa katika nchi ya Misri. Sasa wakati wa ujumbe huu huenda unalingana na mfalme Yosia alipogundua tena kitabu cha sheria ya Musa. Ugunduzi huo ulimfanya Yosia kuanzisha mageuzi mazuri katika kuirudisha taifa kutii agano na Mungu. Hata hivyo, na kwa huzuni kubwa, Juhudi zake hazikuleta wamsho wa kweli. Vema, mahubiri ya Yeremia hayakuleta wamsho wa kweli pia. Kwa kweli, Bwana anamwambia Yeremia hapa katika mstari wa kumi, wamerudi kwenye maovu ya baba zao waliokataa kusikia maneno yangu, wamefuata miungu mingine ili kuitumikia. Nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda wamevunja agano langu. Kama matokeo, Mungu anasema hapa katika mstari wa 11, ninaleta maafa juu yao ambayo hawawezi kuepuka, ingawa watanililia, sitawasikiliza. Sasa katika hatua hii tunapata mwanga wa kile kilichomaanisha kwa Yeremia. Uo, uogelea kinyume na mkondo. Sasa kuna njama dhidi ya maisha yake, mstari wa 19 unatueleza na kwa kweli hili lazima lilimuumiza sana, tunaarifiwa hapa katika mstari wa 21 kwamba watu uu, wa Anathothi, hiyo ni mji wake mwenyewe basi, wao ni sehemu ya njama hiyo. Hivyo basi hawa ni watu wa Yeremia, yeye yeye yeye kweli alipaswa kuwa shujaa wa mji, lakini badala yake wanamchukia. Na labda unakabiliwa na kitu kama hicho leo, pengine wazazi wako, watoto wako, labda rafiki wa utotoni hawataki kuwa na uhusiano wowote na wewe kwa sababu wewe ni mfuasi wa Mungu kwa kwa kweli inaonekana wanakuchukia kwa sababu ya hilo. Naam, Yeremia anaumia na haya yote na anasema kwa Bwana hapa katika sura ya kumi na mbili na mstari wa kwanza: wewe ni mwenye haki, e eh Bwana, ninapolalamika kwako. Kwa nini njia ya waovu inafanikiwa? Kwa nini, kwa nini wote wanaofanya hila wanafanikiwa? Naam, labda unajiuliza jambo hilo hilo leo. Kwa nini watu waovu wanaokuzunguka wanaonekana kuwa na maisha bora zaidi kuliko wewe? Wewe ndiye unayemtumikia Bwana. Kwa nini unakumbana na chuki na wao wanapata umaarufu? Naam, kimsingi Mungu anamwambia Yeremia kwamba wao wawili wanafanya kazi kwa ratiba tofauti. Kalenda ya Mungu ni tofauti na ya Yeremia. Mwandishi wa nyimbo za injili wa kane ya 19 na mchungaji Phillips Brooks aliwahi eh, kutembelewa na rafiki ambaye alimkuta Brooks akizunguka zunguka kwenye chumba chake cha kusomea. Eh, rafiki alimuliza tatizo lilikuwa nini, na Brooks akasema, naam, tatizo ni kwamba mimi miko na haraka na Mungu hayuko. Naam, hata nabii mkubwa Yeremia anapaswa kujifunza kile ambacho kila mmoja wetu anapaswa kujifunza na kujifunza tena, jinsi ya Naam, hapa katika mistari ya mwisho ya sura ya kumi na mbili Yeremia sasa amepewa maono ya mbali sana katika siku zijazo wakati Mungu atakusanya taifa lililotubu na kurejeshwa katika nchi yao ya ahadi sasa. Bila shaka hii inaangalia mbele kwenye ufalme wa milenia wakati Yesu atatawala na kutawala kutoka nchi ya Israeli. Kwa hivyo katika sura ya kumi na tatu Yeremia anaanza kuhubiri ujumbe kupitia masomo ya vitu ili kuwasilisha ukweli huu wa siku zijazo, na na na hii bila shaka itavutia umakini wa wasikilizaji wake. Mungu anamwambia Yeremia hapa katika mstari wa kwanza, nenda ukajinunulia mshipi wa kitani na ufunge kiunoni mwako. Sasa mshipi wa kiunoni ulikuwa ni vazi la ndani lililovaliwa karibu na ngozi, na Yeremia anauvaa kwa muda, kisha Mungu anamwambia katika mstari wa nne sasa anatakiwa kwenda na uzika kwenye udongo chini ya miamba. Basi Yeremia anatii, na kisha baada ya siku nyingi, Bwana anamwambia aende na na kuuchimba kuutoa. Hivyo Yeremia anauchimba, na kisha anaandika hapa katika mstari wa saba mshipi wa kiunoni ulikuwa umeharibika na haukuwa na faida yoyote. basi mshipi huu wa kiunoni ulikuwa ni ishara ya taifa. Kwa kweli, Bwana atafafanua hapa sasa katika mstari wa kumi watu hawa waovu ambao wanakataa kusikia maneno yangu, ambao kwa ukaidi wanafuata mioyo yao wenyewe, watakuwa kama mshipi huu wa kiunoni ambao hauna faida yoyote. Bwana anaongeza katika mstari wa ishirini na tatu Je, Ethiopia anaweza kubadilisha rangi ya ngozi yake, au chui madoa yake? Kwa maneno mengine watu wanaweza kuwa wamezama sana katika ibada ya sanamu katika mitindo ya maisha ya dhambi kiasi kwamba hakuna kitu kitakachobadilisha mawazo yao, hakuna kitu kitakachobadilisha mioyo yao. Kwa kweli sehemu iliyobaki ya sura ya kumi na tatu sasa na sura yote ya kumi na nne inatupa maelezo ya hukumu ya Mungu kwa watu ambao walikataa kutubu. Mungu anachukua tahadhari maalum kwa njia ya hawa wanaoitwa manabii wamekuwa wakizumbuka wakisema kwa watu kwamba Mungu hatafanya chochote kuhusu ibada yao ya sanamu. Kwa kweli maneno yao yaliyoandikwa hapa katika sura ya 14 aya ya 13 yanatoa kini cha unabii wao wa uongo: hamtaona upanga wala hamtakuwa na njaa, bali nitawapa amani ya uhakika mahali hapa. Naam, Mungu anaweka wazi katika aya ya 14 wanachofanya manabii: wanatabiri uongo kwa jina langu, sikuwaagiza wala si kuamuru au kuzungumza nao, wanatabiri udanganyifu wa akili zao wenyewe. Ni kuambie wapendwa, manabii wa uongo bado wanafanya kazi leo, wanabuni mambo katika akili zao wenyewe, na na wanayafanya yote kwa jina la Mungu, lakini Mungu hajazungumza nao na hajasema kupitia kwao. Maono yao yanatengenezwa katika akili zao zilizojidanganya wenyewe, wanapowapotosha watu. Naam, unaweza kufikiria kuwa Yeremia hapa, namaanisha unazungumzia, kuogelea dhidi ya mkondo. Yeye ndiye nabii pekee anayewaambia watu ukweli, na na ni huzuni kubwa kwake pia, kwa njia anawahubiria watu akijua wamekataa Mungu kwa mara ya mwisho. Naam, vipi kuhusu wewe? Je, unakataa mwaliko wa Mungu? Unajua, kipindi hiki leo kinaweza kuwa mwaliko wa mwisho wa Mungu kwako. Mimi sijui mawazo ya Mungu, lakini hebu nikuambie, sitaki uweke hatarini maisha yako ya milele. Kama moyo wako unachomwa na dhamiri yako inasumbuliwa na mtindo wako wa maisha wa dhambi, basi hiyo ni hiyo ni jambo jema. Hiyo inamaanisha mlango bado uko wazi. Pitia mlango huo. E, mpe Yesu Kristo moyo wako, mpe maisha yako, na ufanye hivyo sasa. Weka imani yako kwake, fanya hivyo leo, fanya hivyo sasa hivi, kabla ya hukumu ya Mungu juu ya maisha yako kuwa isiyoweza kubadilishwa. Lakini kama wewe ni mumini leo, basi tuwe kama Yeremia kidogo zaidi, tuwe waaminifu katika kushiriki neno la Mungu hata kama watu